Mm. Mako Samido, anasema inandi wikolo iti lakwas. Mm. Alafu kuna jamaa mmoja, anajiita pavias wodi nyarkowino, anasema always full of maggots, ajui ni tunda gani. Kuna mwingine hava, anajiita vale kwetu it is called look, look at. Alafu mama mama mamake ara, anasema anasema busara ya wanaume. Mm -hmm. Jared wa mwalimu anasema ni tinduris my dialect. Mm -hmm. Alafu Vikembe Umbutu anasema mimi namfahamu mnyama aliye juu kwa jina la Arabu huria. Mm -hmm. Mwingine anakwambia ni kuna bwana mmoja anajiita Gerard Levat anasema maparapandi maparapandi e. Mwanafalsafa Sami anasema lakwas. Mm -hmm. Alafu Nalungu Eliud anasema msangiri. Mm -hmm. Ama msambia Upande wangu namwona pale MC Gatanga amecheka kwamba eti Waluhya wanasema mapera pandi <laughs> <laughs> mapera pandi. Alafu kuna vingwa mwingine hapa anaitwa Kolo Mpendwa Na. anasema ni msabibu msabibu, sio mzabibu hmm. msa msabibu atakuwa linuia kuandika mzabibu, mm. E, kama ni tunda ni zabibu, lakini hili si tunda la hasa zabibu. upande <coughs> na wangu namwona hapa Mak Samido anasema lakwat, alikuwa umesoma ujumbe huo, labda ni songe chini. Omusungu anasema chinduli manshvo maporopandi. Alafu Jackson Mbuni anasema maparapandi. Kwa hiyo naona maparapandi yanazungukia pale <laughs> magharibi magharibi. Eh, hey, magharibi magharibi. Hey. Wanaamini hivyo na chinduli, <laughs> na chinduli. <laughs> Alafu kule Kisii wanasema Eborongwati, Eborongwati. Eh. Kuna bwana mmoja anajiita Austin Majanji. Naam. Naona kidogo amekuja katika mwelekeo na mtazamo unaofaa mm -hmm. kwa sababu anasema zinajulikana kama sambia mm -hmm. ama sangiri, sangiri. E, ukweli ni kwamba katika dhana nzima ya lugha ya Kiswahili mm -hmm. hayo ndio majina ama istilahi zinazokubalika katika nazo ukanda wetu, kwa sababu ukienda sehemu kama kule Lushoto, kule Mlalo, kule Tanga, Tanzania mm huwa -hmm. wanaita sambia mm -hmm. ama sangiri. Aya, kwa hiyo msikilizaji ningependa kufungua line ya simu e, tupate pengine matamshi vizuri. Ndivyo. Unaweza ukapata tumesoma mapandapande. Ehe, kumbe like alikuwa hivi. Na dhamiria kivingine. Vingine. <laughs> Ehe, yale ya Ruwiru kusomeka Ruiru. Ehe. Ehe. Kwa hiyo line ya simu nambari ni 0719012700 na dahua kwamba nambari ya mawasiliano ni 0719012700. Tell me shallow. Halo. Naam. Habari ya Victor Mulama. Njema sana ndugu yangu. Nani mwenzangu? Kama kawani ni Victor Mwindi. Ehe. Nadhani maparapani ni kwa wingi. Naam. Alafu, kwa umoja hasa inaitwa parapani. Parapani. <laughs> Parapani. Parapani. Ahe. Ahe. Mm. Ehe. Haya, shukrani sana. Hedi maisha hilo. Hedi. Naam. Kuna kuna angana karibu kwa DC. Ehe t evieeviraat shukran sana, ay Radio Maisha. <laughs> E, Mulama, naam iko salama sana. Kwa nani mwenzangu? Inaitwa chi, inaitwa chi nduli, chi nduli. Nani mwenzangu? Ni Justus kutoka Kitengela, Kitengela ye eh? Ii e, kwa kilu ya kipukusi inaitwa chi, chi nduli alafu, kwa kwa jie kilu ya ingine inaitwa zipala pandi, zipala pandi eh. Haya, shukrani sana ukiwa pale Kitengela. Hedu maisha ilo, Hedu maisha ilo Naona ni kama kuna mtu anasikiliza redio na inasikikia hewani, jamani, ehe, Redio maisha hilo, unazima simu mm -hmm. Unazima redio, kunradhi, Redio maisha hilo. Naona Victor Mulama na no, good morning, yeah it's a good morning. Salamia mustaifu mabruki hapo studio na wageni wetu wote mhm mm kama kawaida, utii utii, ule mchezo kutoka hapa Kitale, tranza chameche Madrid. Naam, sasa hapa hivo matunda kindulii, kwa lugha ya mama uh -huh. tunaita kindulii, kinduli. alafu kwa kiswahili naona Kiswahili tunaita masambia uh -huh. au sio? Haya, safi. Eh, kidogo uko mbele pamoja. Ah, shukran sana oti oti. uh -huh. Ehe, Radio Maisha ilo, kuna kuna sauti fulani nasikika, si pe <laughs> no. sauti nana mefu alo radio maisha, Radio Maisha halo. Hello. Eh, uh -huh. na kusikia naambia. Huyu ni Mureti kutoka Meru. Naam. Kwa lugha ya Kimeru tunaita Lugwat. Lugwat. Lugwat, yeah. Mhm. Mm Yeah. shukran sana. Kimeru logwat. Redio Maisha hilo, Redio Maisha hilo, hello. Redio Maisha naam. No. ya vile nasikia wengine wanasema sijui logwat. Oh, kwanza kwa majina anaitwa Dominic Harani kutoka Kapchuro, Nandi. Naam, wengine <laughs> wanasema sijui ati logwat, lugwat, lo maparabandi lugwat, lugwat. mhm mm Unajua mii nimeelelewa pale Dongokundu pale n no, nikaelezwa mi, mm, tu mzuri kwamba inaitwa mzabibu mzabibu <laughs> e, mzabibu ama msangiri msangiri, ni sawa, ni sahihi lakini e, mzabibu mzabibu, a-a, walimdanganya <laughs> <laughs> <Aswa> <laughs> aliyekuambia, aliongopea, tunasema aliongopea hasa e. msangiri hmm, a. Lakini ama mabarapandi sijui, ma, mabarapandi hicho kitakuwa ni Kiluhia unatoa <laughs> p sio leta p, unatoa hiyo inakuwa b like, maba b hasa, mabarabandi mabarabandi. Ndio hiyo ni mpya mjini, jamani. Haya, shukran sana e, msikilizaji, naomba ni ama tuendelee kupokea e, eh, moja wawili hivi. Haya, sawa sawa. Radio Maisha. Elo, naam, si jambo Salama. Safi sana. Ah uh, kwa majina ya Tafini. Naam. Naomba nami nijivunie lugha ya mama. Ah yajivunie tuone. Ah uh, kule mimi natoka kwa kuseleti na vita emisati. Emisabibu. Eh. Eh. Emisati pipi pipi. Misabibi. Emisabibi. Eh. Nimeipata vizuri kwa hiyo unaita una emisabibi. Ikiwa ni kiwanga hicho hicho ni uh -huh. Kiwanga ama ni gani? Ni kikisa. Nimefurahia. Nafikiri nitaanza kuita utamu huo. Lugha nzuri sana lugha ya mama ta <laughs> Hey, na uendelee kuitumia haya. <laughs> Shukrani sana Radio Maisha leo. Ah, Victor Mulama, naam, jambo si jambo. Umetua maeneo ya Limuru hapo, umekutana mwalimu Jai Jackson ni chena chairman mwenyewe, kwenye kituo cha baridi kali, kwenye kituo cha baridi kali kabisa, mahali barafu yenyewe inatikiwa inakohoa <laughs> <laughs> inakohoa kabisa <laughs> <laughs> kwenye asili. Haya matunda hapa, hey, ay, yeah. Sasa mm hapa -hmm. yako kwa wingi. Sasa katika ile lugha ya kwetu mm huko -hmm. kwetu kisi tunaita every language ikiwa, ikiwa kwa wingi every language mm -hmm. na ikiwa kwa umoja ni ek language ek -language. Alafu ungekuja sasa kwenye Kiswahili mm -hmm natumai tunaita msangiri mm -hmm. yeah. kama sijakosea sawa kabisa umesema vizuri sana alafu unajua ukiwa ukiwa mahali ambapo pengine una pengine unakumbana na makabila mawili matatu naam. kama hapa mahali ambapo nimekulia hapa hapa limuru mm hapa -hmm. wanaita mabodha mabodha maboda katika lugha ya Kikuyu. Sasa hao wameburuka sana alafu Mlama, sasa kuna mahali ambapo nilifurahia katika uchambuzi wenu hiyo naam, sehemu ya ku, kupambanya lugha na kutengeneza lugha sanifu eh, sijui kabla mtoke mta nitoa taka sikioni, ni sahihi mi, kusema kwamba funga kitabu ama fungua kitabu kurasa fulani, ama hili neno funga na fungua tunalitumia vipi tena mara pati? Haya, sawa sawa, ehe, daktari. Ah, shukran sana daktari, kama unaweza ukamjibu Mwalimu J. Ah, nimekusikia Mwalimu J, umesema e, fungua kitabu na fungua fungua ama funga, e, amesema ama funga funga amesema amefika tayari. fungua ama funga? Oh, basi ni kufungua kitabu naam. E, anasema kutu? ni kuf, unafungua kitabu ama unafungua ukurasa? Oh, unafungua ukurasa mm -hmm. ukurasa e, mm -hmm. ukurasa si kitabu, fungua ukurasa. Naam, ndio. Kwa hiyo Mwalimu J bila shaka umepata uh, jibu hilo. Naam, eh, pengine nipokee simu kadhaa e, nimeona mchango umeanza kuwa mzuri sana. Radio Maisha hey, halo Radio Maisha, hello. Hello? Naam. Ah, mimi ni Ruth natoka Rugari. Hey. Uh -huh. Eh, hizi wanasema zinduri, naelewa ni zizi ni Kimaragoli. Uh -huh. Eh, na maparapandi ndio hayo tunaita kwa Kiswahili msangiri. Wow. Wow. Maparapandi, maparapandi <laughs> Eh, maparapa, <laughs> maparapandi hata yako hapa mengi. Uh -huh. Hey, yapu, eh? Hey, niko nayo mengi yanamea tu yenyewe. Haya tusambazie jamani. Hata mimi nimeshukuru sana. Naam.

Kiswahili yako kwa Kiswahili sijajua si, si, si vizuri. Utasikiza redio yako. Shukran sana Darius ma akiwa kaunti ya Nandi. Redio Maisha, helo helo bwana Victor Mulama. Naam, ehe, unabonga na chokorao Makueni. Ehe, Makueni kwema, ndio mvui imenyesha jana. Naam, tashukuru Mungu vizuri sana. Sasa sisi huwa tunaita hiyo chinduli chinduli chinduli, eh ah, shukran sana, tuko mbele pamoja. Safi safi. Kwa hiyo msikilizaji, naomba e, eh, tuwapishe pia wanafunzi kadhaa wasikike hewani. Haya, Radio Maisha 105.1 Maua Kangeta. Mimi napenda Radio Maisha Ikoji Mkobo. Napenda Radio Maisha Mbere Chuka. Napenda kusikiza Radio Maisha Meru, Meru. Nakwanga Radio Maisha damu, mi ni fani wa Radio Maisha. Radio Maisha 95.9 Lugari Lubanga Lwakaka, tuko mbele pamoja. Haya, nam, nilivyoahidi ni kwamba wanafunzi wengine wapo na hii ndio fursa ya kuwasikiliza. Jina lako ni nani? Alma Wanjiko. Alma Ehe, endelea. Shule gani? Chantili. E, Chantili. Aya, umetuandalia nini? Hmm? Umetuandalia kitu gani? Hmm. Sase ni rafiki zangu wanaona nyumbani. Hmm. na mamangu na babangu. Wanakusikiliza, eh? Umefurahia, umeona nini kizuri hapa ambacho umekipenda? Hmm. Kwanza umewahi kuwa umewahi kuwa studioni ama hmm? Ndio, studio mara ya kwanza. Kwa hiyo umefurahia? <laughs> mm -hmm. mm. Pengine umeona kitu gani ambacho ukienda nyumbani utamwambia rafiki yako? mm. Unaona studio, unaona kompyuta. mwalimu wako wa Kiswahili anaitwa nani? Mwalimu Anu? anaitwa Mwalimu Anu anakufundisha ah? Vizuri kabisa Kiswahili. mm. bendera ya Kenya ina rangi ngapi? Nne. Hebu zitaje katika lugha ya Kiswahili. Nyekundu. uh -huh. Nyeusi. uh -huh. uh -huh. Nyeupe, ndio, na kichani. Makofi, makofi. Wanafunzi kwa kwa ah, mzuri sana, mahiri, anajua eh, bendera. Ametulia wala hana wasiwasi kabisa kabisa. Vizuri sana mwingine ambaye pengine tumpatie nafasi mm -hmm. Mwanafunzi mwingine mzuri hapa nam. Oh, yuko hapa, asante. mm -hmm. Mwanadada mrembo kabisa, anapendeza haya. <laughs> Haya, sema jina lako na uko gredi ya ngapi? Jina langu ni Neema Wanjiku, niko katika gredi ya tisa, nam, shule ya Chantili. mm -hmm. Nam, haya, wewe umetuandalia kitu ama umetembea, ah. kuja kuona studio na ona wengine wakionyesha talanta zao. iko tulianda na tuliandaa taarifa, taarifa? Naam, unaweza kutusomea? nizanza kidogotaya kidogo tu. Haya, kidogo tuonjesha, jamani. Ahlan wa salan, shikamoo wakubwa wetu na chechei, marika wenzangu, karibu kwenye kibindo chetu, kuna habari kemkem kuwaleteeni, si mwingine bali ni Neema Wanjiku kutoka Chantilly Schools. mm -hmm. Karibu na usibanduke, bas usibanduke, tegea tegea. Naam. Haya tamalizia upande wa jukwani tu rahisi sana. Katika mambo ya nomino, hii nomino cho iko katika ngeli gani? <laughs> wingi wa cho vio. Kwa hiyo ngeli ni hebu, tunga sentensi Uh -huh. Um, vio vimevunjika. Alafu kama ni kimoja. Ah. Uh -huh. Kio. Aya, umejaribu umejaribu. <laughs> waila, <laughs> umejaribu. Umejaribu. <laughs> <laughs> umejaribu, wapi wengine? <laughs> nafasi umejaribu. Asante sana. Yeah. Uh -huh. Utakumbuka Redio Maisha namna gani ukienda nyumbani utawambia wazazi vipi? Uh, nimefurahi kuja huku nimejifunza mengi. Naam na, na nimefurahia pia hii siku ya tamasha ya ulimbwende na pia wasikize redio Maisha. Haya, kwa hiyo msikilizaji, bila shaka umepata, e, ushauri e. Unasikiliza Nuru ya Lugha. Oh, bwana mmoja anasema fanyeni kazi msitafute sifa Sifa zitakuja tu. Ukifanya vizuri, sifa zitakuja zitakuja tu tu vizuri. There are two kinds of people. those those who who do the the the work and those who take the credit. Try to be in the first group. Why? There's less competition there. Nuru ya Lugha na Victor Mulama.